Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametujalia kumaliza salama msimu wa ligi kuu ya NBC 2024 2025. Mechi ya leo sisi Simba Sports Club dhidi ya Kagera Sugar ilikuwa ni mechi ya round ya 30, mechi ambayo inatamatisha msimu huu wa mashindano, msimu huu wa ligi kuu ya NBC. Kwa upande eh, wa ligi kuu ya NBC, mechi dhidi ya Kagera Sugar imekuwa ni mechi nzuri. Kagera Sugar pamoja na kwamba wameshuka wame daraja, lakini wameweza kutoa upinzani mkubwa upinzani mzuri, na kila mmoja ameona eh, kwa timu ambayo imeshuka daraja eh, dhidi ya timu ambayo inashika nafasi za juu, tumeweza kutoka nao eh, kush, kupata ushindi wa bao moja ukabila. Maana yake ni kwamba e, mechi ilikuwa bora na mechi ilikuwa nzuri. Nichukua e, nafasi hii kuwapongeza Kagera Sugar kwa, kwa kuonesha kiwango kizuri. Nilichowapenda e, ni ile, ile, ile, ile morali, morali yao ya kwamba pamoja na kwamba wameshuka daraja lakini hawakuja katika mchezo wa leo kuja kinyonge ya kwamba mea, tumeshuka daraja hatuna cha kupoteza na vitu kama hivyo, still wameonyesha upinzani mkubwa, na mashabiki ambao wamekuja hapa uwanja wa KMC wamepata burudani kubwa kweli kweli. Nimpongeze e, kocha Juma Kaseja kwa kutengeneza timu na hatimaye kuonyesha upinzani mkubwa, na mimi nichukue nafasi hii e, kumshauri mwalimu Juma Kaseja. Sasa hivi nafahamu kwa uwezo alioonyesha akiwa na Kagera Sugar ziko timu nyingi za ligi kuu ambazo e, zinamhitaji na zingependa wafanye naye kazi kwa msimu ujao. Mimi ni mshauri, kama ataona inafaa, abaki hapo hapo Kagera Sugar, pamoja na kwamba imeshuka daraja, lakini abaki na Kagera Sugar ili adhihirishe na aoneshe ubora wake. Uh, lazima atengeneze sehemu atapate sehemu ya, ku, ya kutengeneza uaminifu yani ile trust ndio kitu kitu muhimu sana. Ni kweli Kagera Sugar imeshuka daraja, lakini huko huko daraja la kwanza anaweza kwenda na kuonesha kwamba yeye ni mwalimu mzuri ni mwalimu bora, na ndani ya muda mfupi akairejesha Kagera Sugar kwenye, kwenye ubora wake. Akifanikiwa kufanya hivyo, maanake atakuwa ametengeneza imani na atakuwa amejiongezea thamani kubwa. E, mwalimu Selemani Matola amewahi kufanya hivyo, amefundisha timu za madaraja ya chini, amefundisha e, wakati ule Geita Gold kabla haijapanda, akaipandisha ikamwongezea thamani kubwa. Amefanya hivyo akiwa na Polisi Tanzania, amefanya hivyo akiwa na Lipuli. Kwa hiyo na yeye asivunjike moyo na wala asijihesabia kwamba ameishusha Kagera Sugar daraja yeye aamini ya kwamba ni mwalimu mzuri na anahitaji kufanya vizuri zaidi apambani na timu yake na ukiangalia timu ya Kagera Sugar eh na yozungumza sana Kagera Sugar eh kwa sababu mimi ni, ni, ni, ni ni mdau ni mdau wa mpira kwa napenda maendeleo. Ukiangalia timu yao ina, ina vijana wengi wadogo mm, nadhani ukitoa Joseph Mahundi ukitoa Abdalla Mfuko eh, ndio kidogo unaona wakubwa, unaona wakina kipao goli kipa, lakini the rest ni vijana wadogo ambao ukiweza kuwa maintain ukashuka nao daraja la kwanza, baada ya muda mfupi unapanda nao ligi kuu, unakuja kuendeleza utawala. Mimi binafsi ni maumia pakubwa Kagera Sugar kushuka daraja kwa sababu Kagera ni, ni timu independent. Kagera sio branch of science. Kagera ni timu ambayo inajitegemea na huwa inatoa upinzani mkubwa kwenye ligi kuu ya NBC. Tuwatakia kila laheri ligi daraja la kwanza, tutamisi kwa kwelikweli. Msemaji pengine uh, baada huo, ya mchezo wenu huu dhidi ya Kagera Sugar, mchezo ambao umesalia mbele yenu ni dhidi ya Young Africans. Pengine pia Tanzania na mashabiki wa Simba Sports wanahitaji kusikia chote kutoka kwako. Kwanza tuanze kwa kuipongeza e, Simba yetu msimu huu tumekuwa na, na kiwango bora sana e, kila kitu kizuri kiko ndani ya Simba Sports hivi sasa. Unapozungumzia kocha bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia Fadlu Davids. Unapozungumzia kiungo bora wa, wa ligi kuu ya NBC Unaweza ukatoka kidogo nje ukaenda ukamzungumzia Faisal Salum Feitoto kwamba ndio kiungo bora. Lakini ukizungumzia mchezaji bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia una, una Jean Charles Ahoua. Ukizungumzia mfungaji e, bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia Jean Charles Ahoua. Ukizungumzia golikipa bora wa ligi kuu ya NBC namzungumzia Musa Kamara. Ukizungumzia mm, a... ukizungumzia msemaji bora wa ligi kuu ya NBC unazungumzia Ahmed Ally. Kwa hiyo tumekuwa na msimu wa mafanikio sana kwa Simba Sports Club. Tuapongeze kila ambaye ameshiriki na hata ukienda kuangalia eh, mapato, timu ambayo imeongoza kwa mapato mengi kiwanjani unayekuta Simba Sports kwa maana yake ni kwamba tumekuwa vile vile na mashabiki bora kweli kweli msimu huu. Sisi kwetu wana Simba, msimu huu ni msimu wetu bora kuwahi kutokea kwenye kipindi cha miaka minne iliyopita. Kwani Semaji hapa, msimu ndio mmeumaliza. Mjaje, kabla mechi, uh, semaji ulisema kwamba unakuja uwanjani kuagana na mashabiki wa Simba mara baada ya kumaliza rasmi msimu wa 24 25. Sisi sisi, tunafahamu bado mchezo mmoja ambao uko nao mbele, ni baada ya siku 3 uh, tarehe 25, yeah, leo, leo tulikuja kuagana wana Simba, kuagana nyumbani kwetu uh, tumekuwa na tukiutumia uwanja wa KMC, na mantiki hiyo ni kwamba hata kama kuna mechi nane mbele hatutocheza katika uwanja wa KMC msimu huu, kwa sababu hii ndio ilikuwa mechi yetu ya mwisho katika uwanja wetu wa nyumbani. Kwa leo tumekuja hapa wanasimba, tumeagana na kila mwana simba amefurahi, na niwapongezi wanasimba, wamekuja wengi sana katika mchezo huu wa leo, tumeagana tumemaliza msimu wa ligi kuu ya NBC 2024 2025 katika uwanja wetu <gibu> wa nyumbani. <gibu> Ni sema kitu kimoja, najua mna kiu na shauku kubwa. Labda ni sema na siku nyingi hamjani hoji. <gibu> <gibu> <gibu> Nina, nina kama wiki mbili tatu hivi sijapokea simu ya mwandishi yoyote yule <gibu> kunitafuta vio... tuzungumze, nikasema waandishi wamesha ntupa, tumalize <gibu> Waandishi mmesha choka namna hii hata eh? At, wewe Latifa ulikuwa Teddy Tino anahama tu media hii, media hii <laughs> lakini anitafuti kunihoji sawa. Wasemaji unazungumziaje? Maana maneno yamekuwa mengi, wanasema msimamo kama club bado hamtoi mpaka sasa hivi. Ni vipi ile promo mliokuwa mnaitumia tarehe 15 kama mmeipunguza kuelekea dabi tarehe 25? Kwanza ieleweke kitu kimoja eh, hakuna mahala popote ambapo eh, ratiba ya ligi ikitoka unatakiwa uthibitishe unacheza ama hauchezi. Hiyo hiyo hiyo eh, haipo. Ratiba ya ligi ikitoka maana yake naanza maandalizi kuelekea katika, katika mechi husika, na mimi nichukue nafasi hii kuwaambia wana Simba, taarifa rasmi ni kwamba kama kutakuwa kuna lolote kuhusiana na mechi ya tarehe 25 kwa maana ya kishukutwa tutawaeleza, lakini kwa sasa niseme tu kwamba tumecheza mchezo wetu wa mwisho nyumbani wa ligi kuu ya NBC 24, 25. Kwa hiyo ipo nafasi kama msemaji kuzungumzia maandalizi na matumaini kuelekea mchezo huo. Tuna Jumatatu, tuna Jumanne, tuna Jumatano. Kama kuna lolote ndani ya, ya siku hizi chache kuelekea tarehe 25 tutawaeleza, sawa? Kwa maana mpaka sasa hivi bado hamjaamua